Kwa majina anaitwa Manka John. Tumekuja tena kivingine kwa ajili ya wa wakulima wetu wa mkoa wa Manyara, tumewaandalia semina maalum kwa ajili ya kilimo kwa wakulima wote na wale wanaouiwa kuhusiana na mambo ya kilimo wanakaribishwa sana. Semina hii imeandaliwa na kampuni ya Agroglobe, Tanzania International ambayo inajihusisha na uuzaji wa mbolea bora kabisa, booster za maji, za unga, na vilevile vile wana mbegu bora za bustani, mbegu ya kitunguu basteni, siwani pamoja na nyanya, kitunguu, karoti, hoho na kadhalika na kampuni hii imeshirikiana na Fide Mamba Agrovet Babati wanaouza bidhaa zao zote za hii kampuni ya Agroglobe, kuwaandalia nyiye semina hii, ili muweze kupata mafunzo bora ya msimu huu mpya wa kilimo, muweze kutumia mbinu mbadala na bidhaa bora shambani ili muweze kupata mafanikio. Semina hii itafanyika tarehe ishirini na saba siku ya Alhamisi, mwezi huu wa kumi na moja katika ukumbi uliopo Babati unaitwa River Nile Hall kuanzia muda wa saa moja na nusu. Wewe kama mkulima uliopo ndani ya Babati, nje ya Babati, nje ya mkoa wa Manyara, wote mnaalikwa, na atakayehitaji kujiunga na hii semina aweze kutupigia namba 0755577278 ili tuweze kukusajili kwa, kwa ajili ya siku hiyo ya tarehe 27 uweze kuhudhuria semina hii kwa mafanikio zaidi. Wakulima wote mnakaribishwa na wale ambao wanaohitaji kupata elimu ya, ya kilimo ili waweze kuanza kilimo waweze kujihusisha na kilimo mnakaribishwa sana, maana kutakuwa na mafunzo mbalimbali, mafunzo mengi ambayo yatakuwezesha wewe ulioanza kilimo na ambao hujaanza kilimo uweze kufanya kilimo bora, na vile vile kutakuwa na ofa mbalimbali kwa ajili ya wakulima. Tutakuwa na wataalamu kutoka halmashauri, wataalamu wao watatoa ofa mbalimbali mbali kwa ajili ya kusajili namba za ruzuku kwa wale wakulima ambao hawana namba za ruzuku na namba zao ambazo zina matatizo, siku hiyo zitafanyia ufumbuzi, utapata huduma hiyo. Kwa hiyo mnakaribishwa sana, kuna mambo mazuri mengi ambayo kila mkulima na ambao sio mkulima yanaweza akamsaidia sana kuweza kumuinua kwa upande wa kilimo. Karibuni sana. Kampuni ya Agroglobe ina bidhaa bora za mbolea ya maji kwa ajili ya hatua zote za mmea. Kuna mbolea inaitwa Ogatexi kama hii mbolea unakuta kuna choka, yale mashamba yaliyochoka yale ambayo hayana rutuba, yenye chumvi, yenye magadi. Mbolea hiyo ni ya asili, kwa hiyo unapopuliza, unaweza ukatumia kufanyia drenching kwenye udongo na kwa mimea ile midogo inayoanza kuota. Ukitumia ile mbolea inabadilisha urutuba wa shamba, inaweka pH ya shamba inakaa sawa. Kwa hiyo kwa wale wakulima ambao udongo wao umechoka sana, wanashauriwa sana watumia hiyo ya Ogatex. Na vilevile vile kuna mbolea nzuri kwa ajili ya mimea inayodumaa inaitwa Azofix M. Kuna mbolea kwa ajili ya kuongeza maua kwenye mimea kutengeneza watoto, na vilevile vile kuna mbegu bora ya kitunguu yenye ubora wa hali ya juu, ambayo mkulima akilima ile anapata kipato kikubwa, na anapata zao lenye afya nzuri, ambayo sokoni linahitajika. Kwa hiyo ukitumia bidhaa za Agroglobe, wewe kama mkulima utafanikiwa zaidi.